Habari za wakati huu na, na, na tamani tuonyeshane onyesho jipya na mabadiliko hapa Royal Q. Leo nili update Royal Q yangu, na baada ya kuiupdate, natamani tuonyeshane features mpya kidogo. Sasa e, tuja li eneo hapa linaloitwa strategy asset, kishaweza taenda kwenda asset unakuja tuone features mpya kidogo ambazo zimejitokeza. Nakumbuka salio letu likuwa linakaa hapa mahali, unaona e, linakaa e, hapo mahali, lakini sasa hivi tunashangaa pameandikwa zero, pameandikwa zero. Kwa nini? Ni kwa sababu ya utaratibu mpya, na kinyume chake lile salio lililokuwepo ile salio lilokuwepo limekuja kusoma hapa, linasoma nini hapa? Linasoma e, kwenye eneo la reward balance, naona kosa mfano. Uh, hakuna salio hapa mahali, hakuna salio hapa mahali na hapa hapasomi. Wale watu ambao hawajengi team, fanye nini? Unaweka salio ile itazarike, tutakuja uh, utapitia hapa mahali deposit CSF kha, deposit CSF unakutana na features mpya kabisa, maonyesho mapya haya mahali hapa. Na mfano sasa hivi lazima, unapotaka kuweka fedha lazima useme kabisa, wakati unachukua address, useme kabisa kampuni unataka kuweka shingapi. Kwa hiyo unakuja hapa e, custom amount kwa nitakuja niandike hapa kiwango ninachotaka kuhamisha eh, unaona eh, let's say nataka kuhamisha dola eh, nataka kuhamisha dola 50, shamaliza eh, je, na ufata eh, nishasema, nishasema, nishasema dola 50, lazima nishia dola 50, lazima ni select payment deposit method, kwa maana mimi nitaingia tu hapo chapo na select pay method. Kwa baada ya hapo nimekuja tuna ile tunaonaga sijui USDT USDC hapa USDT imejichagua moja kwa moja. Ah uh, sasa mimi nitakuja kuchagua network. Wao tunashauri kutumia BEP 20 BNB Smart Chain 20 kwa sababu haina makato hii coin i, i network unapotoa dola kule Binance kwa nitaichagua bila yana. Eh ofa zao ni zikataje? Nafungua hapa shamaliza kuja hapa na kutana na eneo lingine, hizi precaution hizi utasoma huko muda wako ukiweza. Eh atukupote tu sasa, taratibu mpya ni kwamba tunakuja tuna generate temporary address. Kwa hiyo nitafuta tu hapo na mimi, taratibu sina shida na bonyeza. Nikishamaliza nakutana na ile eneo lazima utiki ili eneo lazima sana utiki ili eneo e, eneo lipi itiki? E, eneo e, ichi hapa una kitiki sha kitiki pap, mara moja inakuambia unafanyaje, una, una, una yes. Nitabonyeza hapo, sha bonyeza pap, inaletea ule utaratibu wa zamani tu wa kawaida, yani kwamba e, Uh, deposit USDT this address accessful uh, uh, exclusively support USDT deposit depositing any other cryptocurrency will result in loss. So inaonyesha kabisa kwamba si ukahamisha s bitcoin, ukahamisha pepe, ukahamisha rune No no no no no ni SDT tu kawaida tu maana hii precaution. Kwa mimi nimeielewa kwa na understand. Shawaliza kuja na nachukua zangu tu address hapa chap ichi kieneo hapa. Eh unaona eh? Unaona ichi kieneo ichi kieneo hapa. Hivyo vidubwasha vidubwasha viwili. Na vigusa tu mara moja pap pap. Kisha vigusa ehe eh, nabonyeza hapa nimesha copy, copy successful basi namaliza ninakwenda bi, kule Binance. au niko wale watu wapia kabisa kwa na kuja Binance hapa baada ya kuja, Binance nitakuja ile eneo e, nitakuja ile eneo hapa ehe taratibu la zamani kabisa nitakuja ile eneo hapa asset eh unaona e, ile eneo hapa hapa Shaweza kuja ehe, shaweza kuja nalibonyeza, shamaliza kuja ehe, ntakuja ile eneo hapa, unaona naona eh. Ntakuja ile eneo hapa nalibonyeza tu mara na moja send, alafu ntakuja, nitaona mtachagua ile eneo hapa ehe tachagua hili eneo on chain withdraw eh, on chain withdraw. Mara nyingi wengine wanakutana na withdraw tu, na wanaambia wakibonyeza, wanakutana na withdraw, lakini imesema eh, on chain withdraw. Kwa hiyo ni jambo ni lile lile, bonyeza tu on chain withdraw. Shamaliza inaniambia nataka kuselect sarafu eh, sarafu gani unaona eh? nataka kuselect sarafu gani? Kwa mi nabonyeza hapa juu mara moja USDT. Naona? USDT koo, ntabonyeza hapa mara moja ehe, kwenye USDT alafu halafu nakuja hapa unaona, tutakuja hapa hapa ndo napeleka ile e, address na hapa nitaleta ile ntachagua ile network ambayo tulikuwa ni BEP20, alafu hapa nitaandika kiwango ninachotaka kutoa. Kumbuka kumbuka kumbuka, kule niliandika dola eh, niliandika dola 50. Kwa mantiki hiyo, sasa hivi siwezi nimefika ni huko tu kwenye Binance nikajiamlia, eti mimi siweki dola 50 tena na naeka dola ishirini, haitakubali. Huo mambo hizo mambo hazifanyiki namna hiyo. kwa nimepesti address yangu, nimekuja sapa kwenye eneo la network nikapesti, hii hapa kah, nikaja hapa nikaandika ehh, unaona you know, nika naandika sasa, kutokana na m hela hazipo az, haitakubali la, hazipo kwenye hii akaunti hapa, naonyesha hazipo kwa sasa. Kwa hiyo ikishamaliza tu kuandika kiwango hapo basi, kinachobaki ikishamaliza kuandika kile kiwango ambacho ndo dola 50, hapa kinachobaki sasa mimi ni nini ku ni ku confirm kwa password zangu ambazo na nazitumia sasa. Ukishamaliza hapo, tutarudi baine, tutarudi Royal Q tunaenda kufanya nini, najaribu kuonyesha jambo sasa, endapo wewe ulikuwa na salio jingi Alafu hapo umekuta pako zero pasi kuchoshe pasi kuchoshe ma tuta kunaona hichi kitu eh, anakwambia deduct with RB, maanake unaweza ukatumia fuel fee yako ama kunyule seni, nani, boti yako kupitia hii reward balance. Kwahiyo mi hapa reward balance inasoma ni kama mia moja na, kama mia na kumi na saba sa kama inasoma kama mia na kumi na saba na maanake mimi wa, wa, hapa mi sijaweka hii fuel strategy, fuel wakitaka, stra, nani, wakitaka fuel fee yake, na koini zilizoko sokoni eh, imefikia tu profit, wanafanyaje? Madhali hichi kitufe hapa kipo oni wao, maanake nimeshawaruhusu kwamba wakati wanaweza kutumia fuel fee yangu kupitia hizi reward balance reward balance ni nini? Kwa wale watu wanaojenga timu ni fedha ambazo ni, ni fedha ambazo tunapewa eh, commission tunapewa kutokana na ile e, kazi ambayo tumefanya ya eh, kwa hizo ni commission za daily kutoka Royal Q. Na mimi baada ya kutazama video hii itakuwa imekuongezea jambo moja ama lingine na maarifa haya, tuandikie kwenye maoni ya chat yetu ya YouTube pale Twachie maoni tuweze kuona, je, yeah, imekusaidia kwa namna gani? kuongeza maarifa yako kwenye kwenye trading. Nenda pale YouTube Digital Winners Academy, achia komenti hapo tuendelee na